Meenda investors breakfast. Hii ni breakfast ambao tukutana na wawekezaji wetu wakubwa, tunajaribu kuwapa taarifa ya mwenendo wa benki yao kwa mwaka jana, lakini tukielezea mafanikio tu ya miaka 30. Kwa maana mmeona namba zetu za mwaka jana. Benki imebeta faida kubwa, sasa upande tume, wa faida bilioni mia tano hamsini na moja sio kidogo. Amana zetu zimekuwa kubwa, lakini balance sheet yetu pia ni kubwa ambayo ni trilioni 16.6 kwa mwaka jana mpaka Desemba. Lakini pamoja na hayo, tumeeleza ni kwa nini tumefanikiwa, tume ni vitu gani vimesababisha tufanikiwe. Kwanza ni ufanisi ambao umekuwa ndani ya benki yetu, lakini la pili ni ueledi wa wafanyakazi ambao umeweka katika ubunifu mkubwa na sasa utoaji wa huduma zetu lakini tatu ni njia tunavyotoa ofisi mboda zetu huduma zetu nyingi sana zime kwenye huduma mbadala, maana yake hatutoi huduma kwenye matawi, tunatoa huduma za kidijitali zaidi teknolojia hapa, lakini tumeonyesha jinsi gani tunamgusa mtanzania mmoja mmoja aliyeko chini. Kubwa ambayo tumejadili leo ni kuhusiana na ukuaji wetu katika nchi zaidi ya Tanzania. Tuko DRC, tuko Burundi ambako ni tunafanya vizuri sana kwa Burundi sasa hivi ni benki bora, ni benki kubwa na benki ya kwanza. Lakini DRC ni mwaka wetu mmoja na nusu tumeanza biashara, tunaona mafanikio yanaanza kuonekana. Lakini jambo lingine ambalo tumeligusia, sisi hatufanyi biashara ya benki tu, vile vile tunatoa huduma katika upande wa bima. Tumeelezea mafanikio ambayo tumepata ndani ya mwaka mmoja wa kwanza kampuni yetu ya bima, ambako kampuni tanzu ya bima imeweza kupata faida kwa mwaka kwanza, lakini tumeelezea fursa zilizopo kiasi gani. Lakini jambo lingine kubwa tumeelezea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu maeneo kati sekta muhimu mtambuka kama sekta ya kilimo na jinsi gani tumejifanya tumejipanga kwa kwenye sababu, e, ze, sababu, zetu. Tumeelezea ni kwa nini benki yetu ina CRDB Foundation tukijua kabisa huwezi kumfikia mtanzania aliyo kijini bila kuwa na chombo, mtambo cha kutoa elimu ya fedha. Pamoja na maelezo hayo mazuri, tumesema kwamba tunaenda kwenye mtano mkuu wa Anaisa, tutatoa gauni la nono kama mkao ambao unakuwa recommended. Lakini je, ili gauni endelevu kwa ustahimili wa benki yetu, ili gauni endelevu tumeonyesha mafanikio ya kota ya kwanza ambako kwa mwaka 25 hii na maana kota ya kwanza ku ilisha kwenye mwezi wa tatu, umeonyesha kabisa faida ambayo tumepata ni bilioni mia moja sabini na tatu ni kubwa sana, huo ni ukuaji mkubwa, kwa faida ni asilimia thelathini na sita, na tumeonyesha jinsi gani tumejipanga kuwa na ukuaji wa aina hiyo kwenda mbele. Kikubwa zaidi ambacho tumekifurahia ni kwamba wanahisa wote ambao ni wakubwa wamefurahia maendeleo ya benki yao, lakini pamoja na kufurahia maendeleo yao wameona benki inakoelekea, kwa hiyo tuna imani. Tunapokwenda kwenye mkutano wa wanahisa wiki ijayo wanahisa wengi watapata nafasi ya kusikia mafanikio benki yao, mipango iliyopo na mpango inayokuja, lakini vile vile watasikia gawio la mwaka ulionona na ahadi yetu kuja mbele. Kwa hiyo nitoe wito kuwakaribisha na kuwashukuru sana wawekezaji wetu wa leo, na niwaahidi kwamba benki yao imesimama imara, kwa sababu ya uongozi katika upande wa bodi vile vile na upande wa management, lakini ni benki ambayo ina mtazamo chanya katika mabadiliko makubwa. Lakini jambo kubwa ambalo tumefanya ni kushukuru taasisi za ambazo zinasimamia benki kama Benki Kuu kwa kazi nzuri pamoja na sheria ambazo zimeweka zimetusaidia sana, lakini vile kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mafanikio nayoona ya benki yetu ya CRDB yawezi kuwepo bila kuwepo na uhimilivu au ustahimilivu wa uchumi nchini, na hii inatokana na uongozi bora uliopo wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na ambaye ameweza kusisitiza zaidi ujumuisho wa fedha ukiwa mkubwa sana ambao CRDB ni wa kinara. Naitwa Rehema Kiando ni mwekezaji wa CRDB na leo nafurahi sana kuwa katika forum hii ya Investors Forum, ambapo nimeweza kujua vitu vingi kwamba kampuni inaendeleaje. Unajua, unapowekeza kwa sisi vijana, lengo ni kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa kama mwekezaji wa muda mrefu, na unavyoona kwamba kampuni ina mipango mikubwa huko mbele, inakuwa ni salama kwetu kuendelea kuwekeza na kuwekeza, ili kuweza kutengeneza kesho yetu iweze kuwa njema.